Mu Tabora, karibu Toronto. Mtazamaji wa Toronto TV bwana, baada ya jana kuitazama Yanga Africans wakitoa ubingwa wa Ngao ya Jamii na kuendelea kuweka ubabe mkubwa sana mbele ya Simba hasa katika mechi za dabi, sisi leo tupo na mchambuzi Samuel Male kutokea hapa mkoani Tabora ambaye atakuja kutoa tathmini ya mchezo jinsi gani ambavyo ulienda, lakini pia wapi kocha Fadlu wa alifeli. Kwa upande mwingine, atagusia je mchezaji gani ambaye jana alikuwa na stahili kupewa tuzo ya mchezaji bora wa mechi, lakini pia bila kusahau atakuja kugusia je, msimu mpya wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita ndani ya ligi kuu Tanzania Bara yaani NBC utakuwa msimu aina gani? kwa upande mwingine akitaja timu zake nne ambazo anazipa kipaumbele cha kufanya vizuri. Samuel Mare, nimefanya naye maujiano kwa njia ya video. Hebu tumsikize kitu gani ambacho ametuandalia hasa baada ya kuitazama mechi ya jana. chambuzi wa mpira of course, yeah, ni mfuatiliaji pia wa wa soka. Jana tumeshuhudia dabi ya Kariakoo ilikuwa ni ufunguzi wa, wa ngao ya jamii. Kwa pande wako unatoa tathmini gani? Ulikuwa ni mchezo mzuri kwa kuvutia mchezo ambao kwa sisi wafuatiliaji wa mpira wa miguu tumeona the maendeleo makubwa sana hususan kwa upande wa Simba. Uh, Simba ambayo misimu kadhaa huko nyuma uh, kikosi chao ilikuwa sio bora sana ukilinganisha na Yanga, lakini safari hii imeonekana uh, Simba umekuwa na, na, na, na progress nzuri. Simba umekuwa na kikosi uh, cha uhakika nafikiri kwenye dirisha hili kubwa la, la, la, la, la, la usajili uh, kuna kitu kimeingia, kwa maana ya kwamba ukijaribu kuangalia kwa ukianza eneo la backline, lakini ukija kwa Nabi uh, ukija kwa Kante na teamwork nzuri, namna ambavyo uh, ukijaribu kuangalia tathmini yake, imeonekana imesaidia sana, imejaribu kutibu baadhi ya matatizo ambayo uh, Simba wako nayo misimu kadhaa huko uh, nyuma. Lakini ukija kwa upande wa Uh, Yanga sajili ambayo wameifanya imekuwa ni sajili ya ku, ku replace yale maeneo ambayo kimsingi uh, watu waliachwa, kwa mfano uh, nimemwona mchezaji mzuri sana kama Adobia Ekua. Uh, lakini pia ukienda Azizi Andambwile, eneo la katikati amecheza vizuri sana na imeonekana amekuwa ni, ni, ni, ni mchezaji ambaye Uh, pengine watu walikuwa -wasi na wasiwasi kwamba nafasi aliyopewa ama viatu alivyovaa, uh, pengine vinaweza vina, vikamfiti vina, vina. Lakini pia jana ambacho kimekuwa kivutio kikubwa sana ni uh, Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala uh, kwa, kwa wakati ambao ameingia watu wamemfurahia sana, lakini amekitifua, ame, ame sana na moja ya ishu ambayo ilileta hisia tofauti ni wakati alikuwa na Kabana na, shab, na, na, na Kapombe. Inawezekana wa majamaa wakasahau kwamba wako kwenye timu moja, kwa tathmini namna ambavyo uh, ilivyo uh, kwa picha ya, ya kawaida, dabi ya jana ilikuwa ni nzuri. kocha Fabio alishindikana kusimaki kwa kocha Roman Pos, sababu tutazama Simba alitengeneza nafasi nyingi za wazi kumari Kapombe, lakini pia na kuna hisi kitu gani ambacho hasa kinahitajika kwa kocha kama Fadlu ongeze kwenye timu yake ili wana Simba endelee kujivunia timu ambayo yeye msimu uliopita alikuwa nayo lakini pia bado iko nayo katika msimu huu. Kitaalam streka hafundishwe kufunga goli, streka wanasema anazaliwa. Uh, lakini pamoja na mahayo mambo yote uh, una striker anapokuwa mbele ya goli kuna mambo ya msingi anatakiwa awe nayo. Jambo la kwanza, uh, kwanza anatakiwa awe na utulivu. Kwa mfano goli ambalo la kibu lilikuwa ni goli la lilikuwa linahitaji utulivu, kwa maana ya achop tu kidogo, alikuwa anapaswa kutumia akili zaidi. Hakuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ambacho uh, uh, ulidhani alaumiwe kocha wayawa Simba? Mimi sioni kama kuna lawama kwa upande wa kocha wa Simba bwana rudi. Kwa kocha Roman Fos, jana tulishuhudia akianza na kikosi ambacho game ya mwisho Yanga kii anashinda goli mbili kwa zero katika mchezo wa mwisho wa kuamua nani anaenda kutwaa ubingwa, ambapo Yanga alikuwa na kocha Roman Fos Fos. Kile kile kitu ambacho alibadilisha ni kile, alikuwepo hadi Aucho eneo la namba sita lakini akaanza na zizi andambue kwa kama mchambuzi, kwa nini kocha Roma ni kozi jana kuanza na mchezaji yote ambaye ametujua kwa kwenye msimu ya? Yeah, swali zuri sana ambalo pengine na watu wengi walikuwa nauliza, kwa nini hakuanza na wachezaji wazuri ambao baadaye ambao baadaye walionyesha kwamba kweli walikuwa na wana kitu cha ziada. Kwanza unatakiwa ufahamu winning team never change. Uh, siku zote dabi dabi huwa haijaribishiwi wachezaji Dabi anaingia mtu anayefahamu dabi, kwa sababu dabi na utamaduni wake, dabi na spiriti yake, dabi na mambo yake. Kwa hiyo mtu mgeni kwanza, anaweza akiona ile crowd, anaweza kashangaa, nitawalipaje? Kwa hiyo ambacho kimetokea sio kwamba ni kosa, ni, ni swala la kimbinu tu kwa mwalimu kwamba uh, yeye aliamua kwamba kuwatumia wachezaji ambao uh, wana experience na dabi. Ya, unaizungumzaje performance ya Diala kwa mchezo wa jana sababu yeye, watu wengi hawamtazamu, lakini kwa upande wangu nafikiri, sijui kama wewe utakubaliana na mimi, kwa upande wangu ndio kwako, unaiaji ah, wanasema kipa anapimwa kwa save. Uh, kipa anapimwa kwa clean sheet uh, kipa anapimwa kwa uongozi uh, katika mpira na uh, mchezaji wa mwisho kabisa anayebaki ukitoa mabeki, kipa maana yake ndio anaiona kikosi namna ambavyo ina uh, kwa jana nimeona Diara amefanya majukumu ya kawaida ambayo hata mara alifanya taka. Nikupe majukumu gani yaliyofanya? Uh, Diara alisave goli ambalo lilikuwa linaingia nyavuni the same alilipa kamara hivyo hivyo. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba alikuwa chini ya ulinzi mzuri sana sikuona kama alikuwa man of the match hasa kwa pendo wako. Unaona nani alikuwa man of the match? se, sehemu ya, sehemu ya mchezo kwenye majukumu ya mchezaji mmoja mmoja aliyoko uwanjani, mojawapo ya majukumu ni kutekeleza majukumu asilimia mia moja. mimi mimi nafikiri kwa, kwa kwa jana man of the match kwa akili yangu nilimwona Dombia, kuna vitu alivifanya, uh, of course, mimi alinifurahisha, mimi naweza nikampa kwa maana namna ambavyo aliweka aliweka udambu udambu anaumalizi na hili jambo baada ya jana kusudia mchezo wa ngao jamii ambao hasa ni mchezo anaofungua rasmi wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita katika ligi ya Tanzania. Tazame sasa wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita katika ligi ya Tanzania utakuwa aina gani hasa kwa timu nyingi ambazo zimefanya usajili hapa Tanzania. Msimu unaokuja ni msimu mzuri, msimu ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa unavutia sana. Uh, kwa nini nasema hivi? Kwanza timu zetu kubwa Simba, Yanga na Azam wamefanya usajili mkubwa sana. Simba, Yanga, Azam wana kwenye benchi la ufundi uh, Yanga wanaingizwa jipya kwenye benchi la ufundi Azam wana, wana, wana mtu kama Ibenge mzuri sana lakini pia ukijumlisha Uh, ukijumlisha na, na, na, na, Singida Black Star kwa sasa wanashiriki mashindano ya, ya, ya, ya kimataifa, sio? Kwa hiyo wana kitu cha ziada, hata usajili wao ambao umeufanya ni usajili mkubwa um, sana. Kwa hiyo ligi ya safari hii itakuwa ni ligi bora sana, itakuwa ni ligi ambayo, uh, uta, uta, uta, uta, uta, utajutia kukosa. Tunaweza ukaona miamba hawa wawili Simba na Yanga of course wakaendelea kukosa kupeta kwa namna ambavyo vikosi vyao vilivyo, lakini hawa wa ngazi ya kati middle team tunasema hawa wanaweza waka uh, tunaweza kusema kwamba wasipate alama ya juu sana. Levels zikawa kama ile msimu uliopita, mtu ana alama 30, mtu ana alama 40 wa juu. Jambo la mwisho litajia timu zako nne safari hii. Naiona Simba namba moja kwa namna ambavyo nimeona kikosi chake jana. Namba mbili naiona Yanga namna ambavyo jana nimeiona Uh, namba tatu Azam FC namba nne Singida Black Stars nashukuru kwa muda wako. Kuna mengi umeachota kutoka kwa Samali Male kuhusiana na mchezo uliochezwa hapo jana ambapo Yanga Africans walibuka na ushina bao moja bila bao la Pakome Zuzwa. Langu jina ni Azizi Azidi. Hebu weka komenti yako hapo chini. Nani ambaye anastahili kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara msimu wake 2025 26?